Karibu kwa taarifa zetu, tuandamani hadi tamati. Wito umetolewa kwa serikali kuu kupitia wizara ya mipango maalum kusambaza chakula kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kufuatia baa la njaa. Wakazi wa Bughuta, eneo bunge la Voi, wakisema kukosekana kwa mvua kumesababisha uhaba huo wa chakula huku uhaba wa maji pia ukiwakumba kwa sasa. Wakazi walioathirika wanasema tatizo la wanyamapori haswa ndovu kushambulia mimea yao pia limechangia uhaba huo wa chakula. Julius Joho anaungana nasi na mengi zaidi kutoka Taita Taveta. Shukran sana, niko katika eneo la Bughuta. Hapa ni eneo bunge la Voi ambapo wakazi wa, wa sehemu hii sasa wanatoa wito kwa serikali ya kitaifa kupitia wizara ya mipango maalum kuweza kusambaza magunia ya chakula, hasa mahindi, kwa wakazi, kwani kiangazi ambacho kinakumba sehemu hii kimesababisha baa la njaa, na vilevile vile wakisema kwamba tatizo la wanyamapori pia limechangia uhaba wa chakula, kwani wanyamapori kutoka hifadhi mbalimbali wanachangia kuharibu mahindi katika sehemu hii na nimeweza kuzungumza na wakazi wa eneo hili na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. hapa Bughuta tumekabidhiana na hali ya njaa. Njaa imekuwa nyingi sana hapa Bughuta, na hata watoto wa shule wakati mwingi wanashindwa na kwenda shule kwa sababu ya njaa. Tunaomba sinikali yetu kama itawezekana, mutupatie chakula, misaada ya chakula na pia wazazi wengine tuko na watoto wako mashuleni, pia hata karo za shule zinatushinda kwa sababu ya njaa. Na hata kunaweza kukanyesha, kunyeshe tupande chakula, na tukipanda chakula kabila hatujavuna ile kile chakula kunakuja wanyama wanaitwa ndovu, wanamaliza kabisa chakula tuki chakula kikimaliziwa na ndovu tunaambiwa eti tukiandika, tunaletewa sijui kuna misaada gani, sijui tunalipwa nini, hatuoni chochote. Maji ndio kidonda sugu kabisa ambacho kila mwaka tunaimba maji maji maji, lakini wapi, hatupati maji. Shida hapa Buguta, vitukuu na vitukuu ambavyo vinazaliwa vinakumbana na hiyo shida ya maji kutoka mababu na mababu sijui kama itarekebika lini. Na jambo lingine ukame wa hapa umezidi Tupa, tunapanda mimea yetu, lakini wapi haifanyi kazi. Ukiangalia upande wa kilimo, mvua ilinyesha ikawa imenyesha baadhi ya sehemu, tukapata kidogo kidogo, ambao si nyingi vile hivyo tumeathirika sana, maana korokoro saa hii ni mia na arobaini, alafu ukichanganya pamoja na kusaga inakuja mia hamsini na tano. Ukiangalia kwa upande wa mtu wa chini, hali ni ngumu. Ndizo kauli za wakazi wa eneo hili hapa wakitoa wito kwa viongozi wa ngazi ya kaunti na kitaifa kuweza kuingilia kati ili kusambaza chakula, wakisema maeneo ya Sasenye, Mkamenye, Bughuta sawa na Kasigao kwa ujumla ni baadhi ya maeneo ambayo yanakabiliwa na uhaba wa chakula kwa sasa. kiripoti ya Runinga Citizen, kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.